Kwa hiyo we Faida ndo unakuja huku unatutembelea mara kwa mara kama hivi na unatuona changamoto zetu uko, maja, yani. Kwa hiyo sisi tunakutuma wendokungena MTUWASA huko watuletee maji yani, utusaidie kwa hilo. Naam, mtazamaji wa Faida Online TV unaambiwa, maji ni uhai. Wananchi wa kitongoji cha Bwahari pwani kinachopatikana kwenye kijiji cha Imekuwa kata ya Naumbu wilaya na mkoa wa Mtwara hawana maji safi na salama na hawajawahi kupata miundombinu yoyote ya maji kuweza kufika kwenye kitongoji hiki na ni kitongoji ambacho kipo kisheria na kuna mwenyekiti wa kitongoji na wananchi wake wanaishi chini ya mwenyekiti huyo kwa maana kwamba kinatambulika na serikali. Sasa ni kitongoji ambacho kiko mbali kama kilomita tatu kutoka kijiji cha Imekuwa kilipo, ambako kuweza kufika hapa. Ni kitongoji ambacho kinaishi wavuvi kwa kiasi kikubwa, lakini ili ufika hapa lazimika kupita juu ya mawe kwa kilomita hizo zote tatu. Sasa umbali huo ambao upo inawezekana ikawa ni sababu pengine ya kufanya maji isipatikane, mimi sijui, lakini kwa sababu ya mawe ambayo yapo kutoka kule mwanzo mpaka hapa, ndio sababu pengine hawana maji, mimi sijui. Yote hayo nimekuja hapa kuzungumza na wananchi hawa tuambie, kwa namna gani wanapata shida kuweza kupata huduma hiyo ya maji safi na salama, lakini kuna sehemu ambao wanapata maji ya kuokota, ambayo umbali wake ni kama kilomita mbili na nusu kutoka hapa mpaka kufika hapa, ukienda na kurudi, ukiwa umebeba dumla la lita 20 na ukafika hapa upohoi kwa sababu ni mbali, akiwa unapita juu ya mawe tena mengine yamechongoka, na ukidondoka tu kitakachotokea ni kwenda hospitali moja kwa moja, na sijui hali yako itakuwa vipi, kwa sababu lazima utajichana kutokana na hali ya mawe jinsi ilivyo. Kwa hiyo nimekuja hapa kuzungumza na hawa wananchi watuambie. Wanasema wananunua dumu la lita ishirini kwa shilingi elfu mbili, tena maji ya chini ya kuokota ya visima vya chini. Tumoja kuzungumza nao wananchi hao, tuambie pengine wao wanazungumziaje na nini ambacho kinasababisha hawa wasipate maji safi na salama. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe, kulike na kucomment channel yetu ili uendelee kupata habari zetu, hakika sisi ni watu wa Feldi. Tafadhali baki nasi uweze kupata taarifa hizi kutoka hapa Bwahari Pwani. Kwa jina naitwa Salma Hamisi kutokea Kitongoji Bwahari Pwani. Shughuli zangu mimi mwanitilie. Na leo maji kwetu kuna changamoto ya maji. Ni kweli tunanua ndoo kwe elfu mbili kwa hiyo kama sisi. Kwa hiyo tukiomba serikali itusaidie, Bwahari pwani watuletee maji. Ale wateja, wateja kama kawaida tunapambana nao, na wateja wapo, na biashara tunazifanya, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tunaiomba serikali yani, si, yani tusaidie maji kijiji cha kitongoji pwani Bwahari pwani. Kwa hiyo wewe Faida wewe ndio unakuja huku na tutembelea mara kwa mara kama hivi, na unatuona changamoto zetu. Kwa hiyo sisi tunakutuma wewe, ndio kaongea na MTUWASA huko watuletee maji, yaani utusaidie kwa hilo. Tunarudisha nyuma kama mfano, wengine sisi tunasomesha huko watoto wetu hapo sekondari huko, kwa hiyo tujitahidi kupambana kwa hali hii, watoto wapate kusoma, na tusipopambana watoto hawasomi. Kwa hiyo kwa changamoto kuhusu maji. Kwa hiyo tunaomba serikali tusaidia kuhusu maji kitongoji cha Bwahari Pwani. Nakaa hapa Bwahari hapa. Unaitwa nani? Jina langu Mwajoma Bagali Musa. Sawa, wakati tunakuja hapa Bwahari Pwani tumekutana wewe ukiwa unaenda kuchota maji. mm -hmm. Na na mimi nilikwenda ni mbali. Hali ya changamoto ya maji ipoje hapa? Hali ya changamoto ngumu. Yeah. mm. Na mnachota maji wapi? Nazi. Nazi. Pa, pana umbali sana. Mbali. Natamani kujua pia hali ya barabara ipoje kwenda huko kama ulipopita ina mm. Okay. Mawe, okay. Ukuti kukuona kuna mawe vile vile mote tu mm. Kama lile alafu msitu, mbona nimepita mimi ni kimya. Alafu baridi muda wote mm. Hakuna wadudu hivi labda nyoka nyokanyoka, ba unaweza ukabatika kwa kuta nyoka chatu kila nyoka mm. mm. tu nakuta, okay. Na chungo chato naru kila nyoka tu unaweza kankuta, lakini Mungu tu ndo anawasaidia tundnawasaidia mm. Sawa, kitu gani ambacho naomba sasa kwa wale ambao anakuangalia kwa sasa kupitia Faida Online TV, naomba msada tu maji ya kuendelea kwa karibuni, kama kwa huku um, ajili kule mbali tunapata mateso sana hivi. Um, muda wa uchaguzi wanakuja kwa viongozi, kwamba kura wanakuja kila siku ukifika. Yeah. Okay, tu wanakuja. Yeah. Uh, na unapita wana njia hii? njia hii ya pwani sawa. Mimi nikushukuru sana lakini, pole na wewe kama mama pengine kutwa moja unatakiwa uwe na ndoo ngapi? ndoo nne tu, ndoo tano kwa kutwa moja ndio atanitosha, lakini ndoo moja ndoo mbili atanitosha. Okay. Mm. Ambao sasa kwa kutwa nzima unaweza kutwa umechota labda ndoo tatu doo moja tu kama kwa kule yeah. do moja doo mbili basi, mbali unarudi kule umechoka eh karibia kilomita tatu hivi kutembea kufika kule ndiyo. Okay, nakushukuru sana sawa Mtazamaji wa Faida Online TV, kile ambacho anatuambia mama ni kitu ambacho mimi nimeshuhudia kutoka sehemu ambayo maji yanapatikana kuja kufika hapa Bwahari pwani ni kama kilomita mbili na nusu mpaka tatu, unatembea juu ya mawe kuweza kufika huko. Kwa hiyo changamoto yake sio ya kitoto, na ameomba hapa kama kuna uwezekano, basi waweze kupatiwa msaada wa maji, kwa sababu muda ambao tunaenda wa sasa hivi uchaguzi, wanakuja wanakuja na wanaomba na wanapata. Sasa wakishapata kimya kwa hiyo wanaomba kama kuna uwezekano basi aweze kufanyiwa mpango na wapate maji. Naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV, sisi ni watu wa field, endelea kubaki nami. Kutokana na changamoto ya maji ambayo wanayo eh, watu wa kitongoji cha Bwahari Pwani, tumemtafuta mwenyekiti wa kitongoji hiki cha Bwahari Pwani atuambie kwa upande wake hali ipoje na pengine kuna taarifa yoyote alioipata labda kutoka kwa watu wa MTUWASA wakimwambia, kwamba bwana, usijali, kuna mchongo unakuja na vitu kama hivyo. Ndio kitu ambacho kimetuleta hapa leo. Naitwa Faida, karibu Faida. Hii ni Faida Online TV, endelea kubaki na mimi. Mwenyekiti, mambo yanaendaje? Safi. Kwa jina naitwa Ismail Hassani, mwenyekiti wa kitongoji cha Bwahari Pwani. Hakuna maji hapa, maji hamna kwa sababu upatikanaji wa maji kwa kweli unapatikanika mbali sana. Wewe mwenyewe umeona ulikotoka kwa vile mpaka kuyapata maji kuyaleta huku kwa kweli na kuwa shida. Kwa vile tumeshafikia, tunanunua maji shilingi elfu mbili kwa ndoo yes. E, e, hiyo ni kweli sasa tuelewe kwamba hii hali itakuwaje? Kwa siku zote tunanunua maji, kwa sababu siku nyingine nenda baharini umeshapata kiasi chako, nenda shilingi elfu tano, haya maji unabidi uyatumie 4000. 4000 bado buku buku, unapata nini? Kwa vile inakuwa bado kwenye maji tunafeli. E, maji tuna feli na sisi tunaomba bana, kama kuna watu wanatusikia kwa hili hasa watu wa MTUWASA watufikirie. Kivingine, kama wao kwenye miradi ya maji, basi wajitahidi watuletee miradi wa maji huku pwani, au walete wataalamu waangalie, wenda tuyakawepo maji, kwa sababu kwenye mawe humo pamoja muna maji chumvi, lakini kuna sehemu zingine muna maji baridi huenda wanaweza kawezekana wakatafuta mbinu nyingine wakatutengenezea hata kama miundombinu ya maji kwa sababu itakuwa inasaidia kwetu sisi na wao. Kwa hiyo hapa maji nyinyi mnapata hapa maji hapa, sisi tunaenda kuchota majongoni huko kwenye mawe, lakini ni hatua ndefu kutoka hapa mpaka alipo maji, yaani kukupatia wewe kwa shilingi elfu mbili hiyo. Yaani unajua kabisa huyu mimi nimimpa nimi 2000 lakini hela niliyompa ni ndogo kulingana na yanakopatikana maji. Kwa hiyo hayo elfu mbili ndio hayo ambayo anabidi akachote huko porini. Porini akachote porini huko, ndio alete huko, ndio anauza 2000. Maji ya kuokota. Maji ya kuokota. Eh. Yeah. Na mtazamaji wa Faida Online TV, saa hii tutaenda kumsikiliza uh, mhusika wa MTUWASA atuambie kuhusiana na jambo hili la maji, hawa ndugu zetu wa Bwahari pwani, kuna uwezekano wa kupatikana kwa maji hapa ama hakuna na kama kuna uwezekano, nini ambacho kinatakiwa kifanyike ili waweze kupata huduma hii? Pia naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV, endelea kubaki na mimi, tukamsikilize mhusika wa MTUWASA. Kwa jina naitwa injinia Fikiri Pascal, ni kaimu mkurugenzi idara ya ufundi mamlaka maji Mtwara. Kwa mamlaka maji Mtwara ina jukumu la kutoa huduma ya maji safi na salama katika kata ya Naumbu kwa ujumla kwa upande wa Mtwara vijijini na moja ya eneo maana yake ni hiyo kijiji cha Imekuwa, kitongoji cha Bwahari Pwani. Na kwa sasa mamlaka ya maji haitoi huduma katika hiko kijiji, kulingana bado miundombinu yetu ya maji haijaweza kufika kule, ambayo iliyokuwepo miaka ya zamani ilikuwa tu inaishia eneo la Imekuwa, lakini kwenye hiko kijiji, kitongoji ilikuwa bado hatujaweza kufikia, lakini mamlaka ya maji Mtwara tuna mikakati ya kuhakikisha maeneo yote yale ambayo hayana ya miundombinu ya maji tuweze kuyafikia. Na katika utekelezaji huo wa huo mpango kazi tayari tuna mradi ambao unaendelea hapa mjini wa usambazaji wa miundombinu, tuna zaidi ya kilomita 60 ambazo zenyewe sasa zitadili na upelekaji wa maji kwenye maeneo tofauti tofauti ikiwepo hapa Mtwara mjini pia na maeneo ya Mtwara vijijini ikiwepo iko kijiji cha imekuwa kitongoji cha Bwahari pwani. Kwa hiyo kwa sasa tulishafanya mawasiliano na watendaji wa kata kwa ajili ya kutupatia maeneo yale ambayo hayana ya miundombinu ya maji, na moja eneo ambalo watendaji wametupatia ni hilo la Bwahari na tayari tulishaanza kupokea shehena ya bomba ya hizo ndogo ndogo ambazo kwa ajili ya kuweza kufika huko. Sasa kazi iliyobakia sasa hivi ni sisi wataalamu kuweza kufika katika hilo eneo, kulifanyia tathmini na kuona sasa namna gani maji yanaweza yakafika katika eneo hilo. Asante. Mradi huu unatarajiwa unatarajiwa kukamilika mwezi Septemba mwaka huu 25. Kwa hiyo ndani ya kipindi cha mkataba wa mradi tunatarajia kutekeleza hilo jambo.